ya chama kikuu cha upinzani nchini humo CHADEMA kimetangaza kuwa kampuni ya kisheria Amsterdam and Partners LLP ya Marekani kwa sasa itakuwa na wajibu wa ushauri wa kisheria na uwakilishi katika kesi zinazokikabili chama hicho nchini Tanzania. Akithibitisha kuchukuliwa kwa uamuzi huo, mwanasheria mkuu wa chama hicho, Dr Rugemeleza Nshala amesema uamuzi huo unatokana na changamoto kadhaa za kisheria wanazokabiliana nazo nchini humo kwa kutathmini hatua hiyo amezungumza na mwanasheria na wakili William Maduhu akiwa Dar es Salaam, na kwanza alimuuliza zipo ishara kwa madai ya CHADEMA kubinywa kisheria ndani ya Tanzania. Tusikilize. Kuna dalili za wazi wazi kwamba e, kuna ubinyaji wa haki zao, na wanawasiwasi kwamba baadhi ya maeneo huenda haki sitendeki. Mfano mzuri mwenyekiti wao ambaye sasa yuko gerezani Ukonga alieleza mahakama alisema kwamba mawakili wake sasa wananyanyaswa, hawasikilizwi uh, uh, na mweshimu wa ris. Wanaona kwamba kule Ukonga mwenendo mzima wa shaulani navyoendeshwa, mawakili tukienda ma, e, tukienda kumuona tunazuiriwa e, tukitaka kufanya naye mazungumzo ya faraga hatupewi fursa hiyo, tukitaka kupeleka nyaraka mlongo unakuwa ni mrefu. haki yake ya kuabudu walikuwa haipati, kufanya mazoezi apewi. wanataka wawe washauri wao wa, wa, wa, wa kisheria na wawakilishi wao wa kisheria katika kesi zinazowakabili pamoja na hiyo ambayo umeelezea hapa, linawezekana vipi hili? Yeah, inawezekana kwa sababu licha kwamba e, hawataweza kuingia hapa nchini kwa maana ya mfumo wa kisheria wa hapa kuingia ni mgumu kidogo, lakini bado wao kama forum ya kimataifa wana uwezo wa kutumia forum za kimataifa kwa maana kwa kwa ya kwamba kutumia kwa sababu kumbuka, ndugu yangu, ni kwamba hii eh, ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo inatakiwa kupiganiwa kwa mbinu zote mbili, mbinu za kisheria na mbinu za kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha wao kwenda kutumia ya eh, partner kimataifa, moja ni kwamba tunafahamu sisi kama mawakili kwamba hawezi kuingia hapa nchini kufanya kazi hiyo, lakini itasaidia mno, kwa sababu huyu eh, mtu kumbuka, ana connection zote za, za jumuiya ya kimataifa anaweza akaandika barua kwenye mabunge ya jumuia kama bunge la Ulaya, lakini pia kwenye organ za kimataifa kama UN, lakini pia kwenye jumuia zingine za ukanda e, wa Afrika kama Sadeki na kwengineko e, maeneo ambayo Tanzania lazima tu fua za e, kidiplomasia italazimika kujibu kujibu e, tumaizo kama ni za kweli au la. Amsterdam and Partners LLP ya Marekani uh, sio mara kwanza kusikika katika siasa za Tanzania. Kuna chochote ambacho unaweza kusema kimekuwa matokeo chanya kutokana na jitihada zao? na kile ambacho wamekuwa wakikifanya kwa Chadema ya yeah, nafikiri matokeo ni mengi. Kwa mfano, nitoe mfano tu mzuri kwenye kesi amevita zamani wa Chadema, mheshimiwa Freeman Mbowe. Hawa watu walitumika sana kutoa presha kule nje, waliandika barua kule IDU, wakaandika barua bunge la Ulaya kama nakumbuka, wakaandika barua UN, uaikamlazimu rais wa Tanzania mheshimiwa Samia kuzuru berugiji kama unakumbuka, na kazuru mpaka bunge la Ulaya akakutana mpaka na mheshimiwa Arisu, hiyo ilikuwa ni matokeo ya hawa ndugu zetu. Lakini mfano mwingine mzuri sud ni wakati wa mheshimiwa Arisu, wakati anapigwa risasi, ilimsaidia sana kurejea nchini wakati wa hata kugombea urais, na ilimfanya hata anakuja nchini kipindi kile aliyekuwa rais wakati huo Magufuli amwache afanye siasa akiwa huru. Mheshimiwa Arisu alifanya siasa bila ya kuguswa kabisa, kwa sababu wale mabwana walikuwa wanaandika mda wote kwamba tuna monita, tunafuatilia ikitokea. E, mheshimiwa Arisu amezurika wa serikali itawajibika. Magufuli ilimbidi awaagiza aw, aw, aw, awa, awa watu wake wa ulinzi kwamba mweshimiwa rais anapaswa kulindwa kwa gharama yote. Kwa haya yanayotokea, yanaleta picha gani kwa muhimili huu wa mahakama? Watanzania, ningetoa wito kwa serikali, kwa mwaka uchaguzi sudi lazima watu wazungumze, kutakuwa na presha, kutakuwa na joto. Basi wanasiasa walioko madarakani wawe wavumilivu na penye jambo ambao halijakaa sawa wazungumze kupitia forum zao, wasitumie polisi na mahakama. Lakini pia mahakama yenyewe pia inapopokea ma, mashauri kama haya, lakini kama chombo huru, ni muhimu sana ikatumika kutenda haki. Kwa hiyo nikimalizia ni, ni kwamba Tanzania kama nchi ya kidemokrasia, kwa mujibu wa ibara ya tatu, tuwe na utamaduni wa kuzungumza maswala ya kisiasa badala ya kuyabadilisha maswala ya siasa kwa masuala ya kijinai.